Ndugu zangu, nasi sote, kila mmoja aliyeko hapa, tumezaliwa na wanawake, wote ni matunda na uzao wa wanawake katika nchi yetu na taifa letu pendwa la Tanzania. Sasa tunamsubiri mtu wa namna hiyo kama Masia, ambaye ama ameshazaliwa na mwanamke au atazaliwa na mwanamke aje kuwa mfano huo wa Mesia. Itaeleza baadaye kusema tarehe nane mwezi wa 11 mwaka 1984, Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, katika, katika waraka wake Toti Tantakwe, ambapo Bikira Maria aliidhinishwa kuwa mlinzi na mwombezi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ombi lilotolewa wakati huo na aliyekuwa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Mhashamu Askofu Antoni Petro Magara aliomba ili kwa niaba ya baraza na kwa niaba ya taifa la Tanzania aliomba ili mama Bikira Maria mkingiwa aweze kuwa mlinzi na mwombezi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na sita Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania iliamua kuwa kila mwaka sherehe ya mama Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili itakuwa ikiadhimishwa kitaifa nchini tarehe tisa Disemba kila mwaka ili kuiweka jamhuri ya muungano wa Tanzania katika ulinzi na usimamizi wake. Kwa maneno mengine, siku ya kesho ilipaswa, ungepaswa kuwa na adhimisho la misa ya kitaifa kuombea taifa lakini hatujui kama itafanyika, hatujui, hatuna uhakika. Hata hivyo, katika adhimisho hili la misa takatifu, naomba na nawasihi kwetu iwe nafasi nyingine ya kumwinulia macho yetu Mama Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili kwa maombi, sala na dua zetu kulia na kuomboleza tukiliombea taifa letu ili ludumu katika misingi yake, misingi ya utu, haki, hekima na amani. Maana kwa sasa taifa hili liko katika sintofahamu, liko katika hali ya machafuko. Hakuna ambaye halioni hili, hakuna ambaye halijui hili hata kama ikitokea kwa namna yoyote mtu anazuiliwa kuzungumza, utashindwaje kutoa ushuhuda wa mambo unayoyaona? Tuendelee kuliombea taifa, lakini hatupaswi kuyumbayumba katika masuala ya imani yetu, hatupaswi kubadilika badilika, hatupaswi kuwa kama kinyonga. Twende tukasome kitabu cha Hosea sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya nne ambapo Hosea aliagizwa yule nabii aliagizwa, aende akamuoe mama fulani aliyekuwa anaitwa Goma, na yule mama hakuwa mwaminifu. Na yule mama anatuwakilisha sisi wa Kristo, mimi na wewe, katika mazingira ambayo tunakosa kuwa waaminifu katika imani yetu. Na tena yule mama alizaa watoto, na mtoto wa nne aliitwa jina si wangu, kwamba mtoto huyu si wangu, mtoto huyu si wangu, kwa sababu mama si mwaminifu uaminifu unaosemwa huo ni uaminifu katika mazingira yetu ya kiimani. Wakati mwingine, mimi na wewe tunapoenda kinyume, baadhi ya mambo yanatoka katika mioyo yetu, fikra zetu, matendo yetu, Mungu anasema hayo, kama ni mtoto aliyezaliwa, mtoto huyu haitwe jina si wangu. Tumsifu Yesu Kristo. Umama wangu mimi na wewe, kila mmoja aliyepo hapa, mwanaume au mwanamke, ana hali fulani ya kiimani. Sasa umama wetu uonekane katika kuwapa uhai wengine, kuwapa maisha wengine, na si kupoteza maisha ya wengine. Ukiona wewe ni baba, ukiona wewe ni mama, halafu unaruhusu kwa namna yoyote ile kupoteza maisha ya mtu mwingine, alafu hauumii, haubabaiki, hautikisiki, haunung'uniki Yaani unaonekana tu moyo wako umekaza kama gumegume, kama una amani wewe, si mtu wa kawaida. Na waruhusu mnipe adhabu ya kunilaumu mimi, si mtu wa kawaida katika hali hiyo. Tumwombe Mungu atuondoe katika uchafu mbaya wa namna hiyo, katika uovu wa namna hiyo. Jambo hili linaumiza sana, na ndio maana ujiatea kusema tujiombee, tumuombee kila mmoja, tuombeane na tuombeane Watanzania, na tuliongee taifa letu. Tumsifu Yesu Kristo.